Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhaligani ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Lecture Online TV. Karibu katika chaneli hii ambayo utakayojifunza huwezi kujutia, lakini hakikisha umekwisha subscribe, bonyeza hapo alama kengele chini, ili uwe wa kwanza ufikiwa na vipindi vyetu vinapokuwa tayari. Pia kusubscribe kwako kwa unakuwa umetunga mkono juhudi za kheri ambazo tunaendelea kukuelimisha. Kwa nini ukose kuwa katika njia hii, katika safari hii ya pamoja nasi. Subscribe, like na comment tuweze kufika mbali. Wakaribishe na wengine. Jina langu naitwa mwalimu Ibrahim Maroa kutoka hapa hapa Lecture online TV. Nawakaribisha sana tuweze kujifunza mengi. Leo katika kipindi chetu nimekuandalia kipindi cha Qur'an. Mimi ni mwalimu wa Qur'an. Nafurahi sana kuwa mwalimu wa Qur'an niweze kuelimisha. Leo katika kipindi chetu cha Qur'an nimekuandalia ni makundi ya matatu. Makundi gani matatu, ambayo tuweze kuyagundua unapokuwa madrasani kwako, unapokuwa na halaka ya Qur'an nyumbani na watoto zako. Nimekuandalia program hii special ili uweze kufahamu kipindi hiki. Kuna makundi ya aina tatu katika wanafunzi. Unapowafundisha Qur'ani lazima uyagundue makundi hayo matatu na utawasaidia kwa namna gani. Usijakuwa unawafundisha kumbe wanafunzi yupo gundi, kundi fulani, wewe oh, una unampeleka tu hivyo, hali ya kuwa hajiwezi. Kuna makundi ya aina tatu. Kundi la kwanza tunaita mutamayizin, ambao ufahamu wao ni wa haraka zaidi. Unapomfundisha darasani na kumfundisha nyumbani anakuelewa kwa wepesi. Na kundi la pili mutawasitin, wapo baina baina, unapomfundisha anakukamata kwa u... kiasi fulani anajitahidi nao, anashuka rega rega. Na mwingine ni dhaaf, yupo katika dhaful hali, kidogo ufahamu wake ni kidogo kidogo. Tuanze kundi la kwanza. Kundi la kwanza tunasema mutamayizin. Mutamayizin ni kundi ambalo unapokuwa mwalimu wa Qur'an unamfundisha wa mwanafunzi wako darasani pale unapomfundisha utamgundua kihivi, ni mwepesi katika kuelewa haraka, katika kutamka nini, maneno zile herufi, na anakuwa ni mwepesi zaidi unapomfundisha mara mbili tu au mara tatu, tayari anakuwa amekwisha kuelewa. Huyo ndio mwanafunzi ambaye yupo katika kundi la mtamayizini. Sasa mwanafunzi wa namna kama hii pia lazima uangalie kitu kingine. Je, katika kufahamu kusoma kwa kuangalia Qur'ani ni mwepesi zaidi? Lakini vipi katika kuhifadhi? Mbili uziangalie baada kuziangali ya kuziangalia mwalimu, hizo mbili, ufahamu wake wa haraka, unapompa Qur'ani akusomee ni mwepesi zaidi kufahamu, pale unapomfundisha, huyu anakuwa katika kundi la kwanza. Sasa baada ya kugundua mwanafunzi wangu yupo katika kundi la kwanza, madrasa au katika haraka Qur'an, au nyumbani kwako kwa mzazi, unapomfundisha mtoto wako chakufanya, sasa wewe unachotakiwa, gawa aya, kwa mfano tunasema kwa, kwa siku utampatia aya kadhaa jitahidi, jitahidi aya zake umpatie aya kumi au hata aya nane mpaka tisa huyu mwanafunzi kwa sababu ufahamu wake ni wa haraka zaidi ana uwezo wa kwenda nini kukuhifadhia kitachohitajika sio mwalimu ni namna gani ya kumsimamia vizuri kwa hiyo na aya unapompatia zingatie ni aya ndefu au fupi ikiwa ni aya ndefu usimpatie aya kumi kwa sababu zinakuwa ni nyingi zaidi Kataa, ni aya ndefu, mpatie aya zisizopungua sita mpaka saba. Nategemea na urefu wa aya, wakati mzuri wa kumpatia mpaka aya tatu kwa sababu ni aya nyingine ni ndefu kweli kweli. Kwa hiyo mwalimu, ni jukumu lako kuangalia urefu wa aya na ufupi wake, ikiwa ni aya fupi fupi sana, mpatie aya kumi mwanafunzi ambao fahamu wake ni wa haraka zaidi. Twende kundi la pili, mutawasitin. Mutawasitin ni kundi ambalo unapomfundisha darasani ili akuelewe unatakiwa ufundishe mara tatu mpaka mara nne au mara tano. Huyo ndio kundi la mutawasitini, na hu akitakuelewa, sasa unampima katika kuhifadhi kwake. Na yeye kuhifadhi kwake ni vipi? Anatumia vipi? Mpe njia, mfano wa hii: jitahidi unapokuwa nyumbani isome Qur'ani, ambayo unahifadhi ile aya ipitie mara kwa mara, itakuwa ni pesi kwako. Kundi la namna kama hili, aya ambazo anastahiki kuhifadhi zisizidi Aya tano mpaka sita. Mwisho ni aya sita. Zikizidi zaidi ya hapo utakuwa unamchosha kwa aya fupi, fupi. Lakini zikiwa ni aya ndefu, urefu wake una kiasi, basi aya ziwe ngapi? Mbili tu kwa siku mpelekea kahifadhi. Hatukimbili siku maliza kuhifadhi ku, kwa Qur'ani, bali tunachotaka ahifadhi ile inavyostahiki, inavyostahiki. Na kama ni ndefu sana, mfano ta sura Bakara kuna aya ndefu sana. Basi zile aya ndefu zaidi mpatie dha nusu aya kama ni ndefu kiasi chake, mpatie aya mbili au hata aya moja sawa, so, kulingana na uwezo wake. Almuhimu, nimesema ikiwa ni aya ndefu mpatie aya mbili, ikiwa ni ndefu sana, mpe nusu aya aende akahifadhi. Lakini kwa aya fupifupi zisizidi fupi, aya aya sita, mwisho aya sita hadi mwisho y mpaka tano. Hapa ndio kiwango chake cha mwanafunzi ambaye yupo katika kundi la katikati. Na wanafunzi ambaye yupo katika kundi la mwisho, dhaifu si mwanafunzi ambaye ana akili, kila mwanafunzi ana akili, lakini ufahamu wake upo, unahitajika kidogo nguvu utumie mwalimu, ili aweze kufahamu. Mwanafunzi wa namna hii, kumgundua darasani ni pale unapomfundisha, ili akuelewe, unatakiwa urejee ile aya unayofundisha mara kumi hata mara kumi na tano Uenda tukasema hizo ni mara times inakuwa nyingi zaidi, basi hata mara saba mara nane, huyu, anakuwa amekufahamu irejee amma tasa, alun, amma mpaka unahakikisha amepata tatini nzuri ya ulimi wake umenyoka, lakini sitaki nikwambie umfundishe mara ngapi, bali unachotakiwa umpie mwanafunzi ambaye uelewa wake ni mdogo mdogo, unapomfundisha ile Qur'ani hakikisha ametamka vizuri kwa wepesi yale maherufi ma, kwa sababu hauwezi kwenda kuhifadhi hali ya kuwa utamkaji wake wa herufi katika Qur'ani bado ni watabu haya makundi matatu. Huyu kundi la mwisho, aya za kwenda kuhifadhi utakazompatia ni kama ni aya fupi fupi, zisizidi zisizidi aya tano, zikizidi sana ni aya nne mwisho hapo, ndio nyingi zaidi, lakini alimuhimu kwa siku, kwa aya fupi fupi, mpati aya mbili mpaka tatu, basi tu aende akahifadhi. Na zikiwa ni aya ndefu, mpatie aya hii moja kwa siku akahifadhi. Na ndefu zaidi, basi mpatie ogo tu aweze kuhifadhi na inshallah atahifadhi. Kwa kumalizia, nisema hivi njia ambazo imekupatia mwalimu zisiwe ndio njia ambazo utakazobaki nazo moja kwa moja. Hapana, utabadilika mwenyewe mzazi, kwa mujibu utavyomwangalia mtoto wako, uharaka wake upo vipi? Sawa, utabadilika. Unaweza kumzidishia aya au ukampunguzia kulingana na uzoefu wako katika kuhifadhisha Qur'an. Mwisho niseme unapofundisha Qur'an darasani mwalimu au mzazi usitumie maneno makali. Maneno makali yanamrudisha mtoto nyuma. Maneno makali sio mazuri kwa wakati unapomfundisha mtoto Qur'ani. Yanarudisha sana nyuma. Na mwisho wa siku utakuwa unasema mtoto haelewi, kumbe ni maneno yako makali ambayo yanakuwa ni maneno kama machafu vile. Kesi kama yanakera zaidi na anaumiza kuliko ile. Pia lingine, zawadi. Zawadi zilete kwa wanafunzi, mpe zawadi vidogo vidogo, atafurahia sana mtoto wako. Na maneno la lakini mwisho niseme nawakaribisha hata kozi ya Kiarabu ambayo itakayoanza tarehe 30 mwezi huu wa sita. Jitahidi kweli kweli, ujiunge na kozi uweze kuongea Kiarabu. Jina langu naitwa Mwalimu Ibrahim Marua, niseme maassalam.